Habari, karibu jikoni kwa mama Saumu. Kama ni mgeni hapa, karibu sana, na kama ni mwenyeji, na maanisha umesha subscribe na huwa unapata video zangu. Asante sana kuendelea kuwa hapa na karibu tena. Leo nataka nikuonyeshe mimi ninavyopika maandazi yani, jinsi ninavyopika maandazi yangu matamu malaini. Karibu uwe nami mwanzo mpaka mwisho, tupike wote maandazi. Kwa kwanza huwa naanzaga kuloweka hamira, mara nyingi napenda kuloweka. Kuna baadhi ya hamira zinato, zinazotokeaga kwenye maandazi zinatokeza. Kwa hiyo huwa na, naloweka na sukari pia na ilumbua kabisa, yani naiyayusha kabisa, sitaki iende kuyayuka kwenye ngano, alafu inilete ile ngano kuzidi kuwa laini ile. Kwa hiyo hapo nimeweka sukari, nimeweka na chumvi kidogo kwa ajili ya kubalansi sukari. Baada ya hapo nashika unga ngano, nimeweka hapo iriki ya kuponda ponda pamoja na baking powder kidogo sana. Baking powder huo unga wa ngano ni kilo moja nilotumia, nimeka na baking powder hapo kama robo kijiko na iliki hapo nimechanganya. Baada hapo naweka mafuta kidogo sana, ni mafuta kiasi tu. Vipimo nitaweka kwenye description box, lakini sipendi mandazi yawe na mafuta ndani, nimeka mafuta kidogo tu. Baada ya hapo basi, amira yetu imeshaumuka sasa, naiweka humo. Pia nimetumia hiyo pakiti ya nazi, unaweza kutumia nazi ya kukuna, mimi sikuwa nayo nachanganya hapo vizuri vitu vyote. Baada ya hapo, sasa natia yale maji ya sukari niliyoyeyusha. Kama nilivyosema, sikutaka sukari ikayayuke kwenye ngano, itafanya ngano izidi kuwa laini, na mimi sipendi ngano ya mandazi laini sana, hapana. Kwa hiyo mimi nimeyayusha hapo na ndio nakandia. Baada ya hapo, naongeza maji kidogo kidogo ya kawaida mpaka anapata donge levu ulivyokuwa kama hivi. Sasa nakuja kukata maandazi. Hapo nimetafuta sehemu flat hiyo, naweka donge lote hapo, halafu naanza kulisukuma na kama unahitaji maandazi manene manene, basi msisukume sana na mimi nilikuwa nahitaji maandazi manene kwa hiyo sijasukuma sana ni kiasi tu kama hivi, alafu nakuja kukata. Leo nimekata, uh, pembe nne au square, lakini unaweza kukata kama kawaida na ni triangle au vyovyote unavyotaka. Leo mimi nimekata hizo square. Nimekata miraba hapo, alafu nakata square, square kama hivyo mpaka maandazi yote yakawa tayari. Haya hapa sasa naenda kuweka karai jikoni. Nimetumia jiko la mkaa, mafuta yalipopata moto, nikaanza kutesti hapa andazi moja moja, nilipoona yanapata moto nikawa naweka. Mandazi hataki moto mkali sana kwa sababu ukitia tu yataanza kubadilika rangi na kuwa mekundu wakati ndani hayajaiva. Sio, nataka moto wa wastani. Kama unatumia jiko la mkaa kama mimi kutakuwa kuna kuokoa ukoa e, ili kuyalevo mafuta yasipate moto sana. Unapika upande mmoja ukianza kupata rangi unageuza upande wa pili hivyo hivyo kwenye maandazi. Hilo ndio zoezi mpaka yanabadilika rangi yote na kuwa rangi ya golden brown, au rangi unayotaka na yakiwa tayari unayatoa. Kama yangu mimi, hapo nimegeuza geuza na sasa yapo tayari, nayatoa. Na ukiweka tu jikoni hivi, kwa vile tumetumia hamira, yanaumuka yananenepa. Kama hivyo hapa, nimetia awamu ya pili Ukishaweka tu utaona yanaanza kunenepa, kisha nenepa basi unageuza upande wa pili, hivyo hivyo. Na upande wa pili nao ukishapata rangi unageuza upande wa pili, hivyo ndivyo maandazi yanakuwa yanaiva hapo mpaka ndani. Na ukishageuza yote ukapata rangi unayoitaka au rangi ile ya golden brown basi maandazi hapo yanakuwa yapo tayari na yanakuwa yameiva mpaka ndani. Kama nilivyosema usitumie moto mkali sana, ukitumia moto mkali yatapata rangi nje lakini ndani Yatakuwa udongo hayajaiva vizuri. Mimi nilipika mandazi yangu yote yakawa kama hivi. Unaweza ukauza mia mbili kutokana na mahali ulipo. Kama umependa hii video basi usiiache ku like. Kama ni mgeni hapa usiiache ku subscribe kwa ajili ya video nyingine nyingi za mapishi. Hapa, hapa jikoni kwa Mama Swaumu. Na tuangalie ndani alivyo na huyu ni dada Swaumu anatuonyeshia ndani alivyo ni malaini, ni matamu na ladha nzuri sana. Matumaini yangu umependa. Kama umependa, usisahau kulike, kucomment, ku share na kusubscribe. Hadi wakati mwingine, asante kwa kuangalia. Kwa heri.